Tuna lengo mahususi kabisa la kuhakikisha tunasimamia e, ujenzi ukarabati na matengenezo ya barabara za wilaya na kwa sasa TARURA nchi nzima tuna mtandao wa barabara wenye urefu wa kilometa laki moja na elfu arobaini na nne na kwa upande wa mkoa wa Geita tunahudumia mtandao wenye urefu wa kilometa elfu saba mia mbili sabini na nne na mtandao huu kwa sasa unapitika asilimia sitini, na kati ya mtandao huu wa kilomita 7264 kilomita 564 ni barabara zinazohudumia maeneo ya madini. Kwa hiyo tunashiriki kikamilifu kuhakikisha tunaendeleza e, e, na ukuaji wa uchumi pamoja na kuendeleza huduma za jamii kwa kuhakikisha kwamba tunahudumia barabara hizi zinazoelekea kwenye maeneo ya madini. Kwa mwaka wa fedha 24 na 25 na mwaka wa fedha 25 26 tumeweza kutenga milioni mia tano themanini kwa ajili ya kukamilisha kilomita mia mbili na kumi. Kwa hivyo kuna kazi ambazo tayari zimeshakamilika zinazoelekea kwenye maeneo ya madini, lakini kuna kazi ambazo zinaendelea kufanyika kwa mwaka huu wa fedha. Sambamba na hilo, TARURA tuna maabara ya kisasa kabisa inayopima ubora wa kazi za barabara na kazi zingine zinazotumia zege. Kwa upande wa TARURA Geita tuna maabara ambayo eh, ina vifaa vya kisasa inahudumia eh, barabara zetu eh, ili kuhakikisha zinakuwa na ubora lakini pia tunahudumia miradi mingine ambayo ipo kwenye taasisi zingine. Tunahudumia uh, miradi ya umwagiliaji, tuna mradi mkubwa hapo Ibanda ambao unategemea maabara yetu katika kuhakikisha unatekelezwa kwa ubora. Lakini pia tuna mradi mkubwa TANESCO huko Nyakanazi, wanajenga power station, na wao pia wanatumia maabara yetu iliyoko Tarura Geita. Tuna miradi ya RUWASA mingi tu ambayo inatekelezwa kwa kutumia eh, maabara yetu ili kuweza kuona ubora ambao unatekelezwa. Na tuna miradi mikubwa ya tactic inayoendelea hapa Geita, tuna mradi wa lami kilomita kumi na saba, tuna mradi wa ujenzi uh, wa stendi. Miradi yote hii inatumia uh, maabara ya kwetu katika kuhakikisha ina inatekelezwa kwa kwa ubora unaohitajika. Sasa wananchi mbalimbali tumewapa elimu juu ya matumizi sahihi ya barabara, kama vile kuto kupitisha wanyama katika barabara, kulinda na kutunza barabara, kuepuka kulima pembezoni mwa barabara na pia kutopitisha mizigo mizito kwenye barabara yetu. Na pia tumewapatia elimu juu ya masuala ya fidia, kwa sababu wengi wameibuka na hizo changamoto kama tunavyofahamu, TARURA inatekeleza miradi kwa kutumia fedha za ndani na pia kwa kutumia fedha za wafadhili, lakini unakuta kuna miradi mingine inafidia na baadhi ya miradi pia haina fidia, sana sana ile inayotekelezwa kwa kwa fedha za ndani. Tumeweza kuwapa elimu juu ya matatizo ya, ya matumizi ya kuto zidisha uzito kwenye barabara zetu na pia tumeweza kuwapa elimu juu ya kuanzisha vikundi kwa ajili ya matengenezo ya barabara. Hivyo vikundi kazi vitakuwa vinafanya matengenezo madogo madogo ya barabara zetu na pia watakuwa wanafanya ulinzi kwa hizi barabara zetu. Pia kwa kuongezea, TARURA kupitia mradi wa benki wa dunia unaitwa RISE Roads to Inclusion and Socioeconomic Opportunities, Uh, TARURA inaenda kutekeleza ujenzi wa kilomita hamsini na tisa katika wilaya ya Mbogwe, ambako barabara tatu usanifu wake umekamilika na sasa hivi tuko katika michakato ya kumpata mkandarasi. Barabara hizo ni uh, Masungwe Iponya, Nyanshimba Mkwenin, Homola Nyamwiga, pamoja na Lulembele Kiseke Isebya na pia Uh, TARURA inatekeleza miradi ya uondoaji wa vikwazo kupitia huo mradi wa raisi ambako takriban halmashauri mia moja na thelathini na tano zimekuwa wanufaika ikiwemo katika mkoa wa Geita kuna, kuna wilaya ya Nyangwale, Geita halmashauri ya wilaya ya Geita pamoja na Bukombe ni wanufaika wa hiyo miradi ya uondoshwaji wa vikwazo. Hivyo yote kwa yote, tuko hapa katika kutoa elimu, kuelimisha na kupokea changamoto kutoka kwa wananchi katika majenzi na matengenezo ya barabara zetu. Katika maandalizi, ilibidi tujenge barabara ambayo hii barabara ilipaswa kupita pembeni mwa maeneo ambayo yana watu wengi hasa ya mji wa Ngoma. Kwa hiyo katika kutaka kupata hiyo barabara mbadala eh, tuliwasiliana na wenzetu wa TARURA eh, kupitia ofisi ya Sengerema ya wilaya. E, ambao waliongozwa na engineer Prosper, na sisi upande wetu kama mwekezaji, tukakubaliana njia ya kupitisha ile barabara. Kwa hiyo tulifanya malipizi ya fidia kwa wale wote ambao hapakuwa na barabara, lakini sehemu kubwa ambayo ilikuwa ina barabara e, basi ilikuwa ikiendelea kama ilivyokuwa awali. E, kwa hiyo katika ujenzi huu wa hii barabara tumeshirikiana na TARURA kama project manager, manager wa mradi na sisi kama wawezeshaji wa kulipia gharama yote kuanzia kwenye uhandisi wake wa kudesign hiyo barabara na hata katika ujenzi ambapo contractor tuliyempata kwa ujenzi e, ni Nyanza Roadworks ambao wamekamilisha ujenzi huo wa barabara ya kilomita 6.4, ambayo sasa ni kwa kiwango cha mora mzuri kabisa, ambayo itatumika kwa ajili ya shughuli zetu za mgodi, lakini pia kwa shughuli za wananchi kwa ujumla na barabara hii inaingia kwenye mtandao wa barabara za Tarura. Kwa hiyo sisi tunapokamilisha ujenzi wa hii barabara e, inarudi mikononi mwa Tarura kwa sababu inakuwa ni sehemu ya mtandao wa barabara zao. Sisi kama wateja e, tutaendelea kuitumia hii barabara e, kwa kipindi chote ambapo mgodi utakuwepo katika maeneo haya ya Nyanzaga. Kwa hiyo ningependa kushukuru sana e, ushirikiano tuliokuwa nao kati yetu na Tarura e, Sengerema e, kama wasimamizi wa mradi wenyewe na pia contractor Nyanza Roadworks ambaye pia amekamilisha barabara kwa kipindi ambacho tulikuwa tunahitaji sana.